Mtaa Msubini kata ya Chamazi, kata yenye wakazi wapatao laki mbili elfu tatu mia tatu ishirini na saba kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mtekelezaji wa mradi ulianza ka rasmi tarehe saba mwezi wa tisa 2024 baada ya kupata eneo lenye ukubwa wa ekari ishirini au sawa na mita 275 kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, na mradi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 7 mwezi wa tisa 2026 utekelezaji wa mradi. Mwenyekiti, mradi huu unajengwa na mkandarasi mjenzi ambaye ni Mniko Construction Tanzania Limited. Ujenzi wa mradi ni wa ghorofa mbili ya ni G plus 2 na ujenzi upo hatua ya kufunga nomu, uko hatua ya zege kwa sasa, kama tunavyoona kuna mtambo na kuna namwaga zege ambao ni zege la sakafu ya pili, na asilimia ya mradi sasa ni asilimia 45. Kuhusu gharama za mradi, mm -hmm, na chanzo cha fedha, mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa kwa fedha za ruzuku kutoka serikali kuu na anatarajia kugharimu shilingi bilioni 4498 ikiwa ikiwa shilingi bilioni tatu mia nane kumi na mbili milioni mia sita arobaini na sita na mia tano ni gharama halisi za ujenzi, na shilingi milioni mia sita themanini na sita na tisini na sita elfu mia tatu sabini ni malipo ya kodi ya ongezeko la thamani, yani vati, ya ambapo hadi sasa halmashauri ya manispaa imepokea kiasi cha shilingi bilioni moja milioni mia mbili sabini na saba elfu mia saba sabini na nne mia sita hamsini na tisa kutoka serikali kuu mkandarasi ameshalifa kiasi cha shilingi milioni 941,712,635 na malipo mengine yanaendelea kulingana na mkandarasi anavyoendelea na ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ukikamilika, utasaidia kuboresha huduma za afya zikiwemo za kibingwa, utasaidia kupunguza msongamano uliopo kwa sasa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vilivyo karibu, kuongeza wigo wa utoaji wa huduma kwa wananchi kupunguza rufaa zisizo za lazima pamoja na kuhudumia wananchi wengi zaidi, hususan wananchi wa kata ya Chamazi na wilaya ya Temeke. muhujuma hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaishukuru serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha ujenzi wa mradi wa hospitali hii manispaa ya Temeke, kata ya Chamazi. Kauli mbiu tunasema jitokeze, kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Naomba kuwasilisha. Mabibi na mabwana kwanza nitumie nafasi hii mwenyekiti, kushukuru sana uongozi wa hospitali yetu ya taifa Muhimbili kwa sababu eneo hili kwa muda mrefu lilikuwa liko chini yao, na tukaomba kwa sababu hapa hatuna hospitali ya wilaya, basi angalau eneo hili kwa eka 20 liweze kutumika kama hospitali ya wilaya. Kwa hiyo tunamshukuru sana uongozi wa Profesa Janabi, lakini na wizara ya afya kwa ujumla, kwamba bila wao kuwa na weredi, maanake hapa tusingelikuwa na jengo hili unaloliona. Mheshimiwa mwenyekiti, ni OPD lakini sasa hivi wataalamu wapo ku develop sasa ramani yote ya jumla ya namna hospitali yetu itakavyokuwa. Jengo hili kama unavyoliona ni jengo kubwa, na kama nilivyosema kwa mtu asiyejua ujenzi akipewa takwimu za billions za pesa zinazotamkwa anaweza kafikiri kuna wizi, kwa sababu gorofa, mheshimiwa mwenyekiti, linaanzia chini. Na kama hapa kuna kitu kinaitwa geotechnical survey ambayo inakupa ramani na dira sahihi na taarifa kuhusu uhimilivu wa udongo, namna jengo kuwa na settlement. Chini hapa, maanayake kuna jengo kubwa kabisa ambalo gharama yake ni kubwa zaidi kuliko hata ground floor. Lakini kadiri unapozidi kwenda juu gharama zinapungua na mzigo wa ghorofa unatoka juu unakwenda chini, na unakuwa supported na hizi structural members ambazo ni hii jamb, ni hizi beam na columns ambazo zote zinabeba mizigo kuipeleka chini. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tunaamini kwamba kwa population iliyopo katika wilaya yetu hii ya Temeke na hasa katika upande huu wa Mbagala upande wa Chamazi, upande wa Mbande, pengine mpaka wengine watatoka mpaka upande hata wachanika kuja hadi hapa. Kama tutajenga vizuri, tunaamini kabisa kwamba jambo ambalo linafanywa leo chini ya serikali ya mheshimiwa Dr. Samia ni jambo ambalo litaleta heri kubwa sana kwa Watanzania. Kwa hiyo baada ya kusema haya, ningeomba ni sasa pengine, kabla sijakukaribisha kama itaruhusu kuweza kuona kwa ukaribu zaidi namna linavyojengwa, alafu baada hapo uje utoe brief kidogo na kutupa maelekezo yale ambayo yatatusaidia ili kuweza kukamilisha kwa haraka sofa. Mpaka sasa tumeshapokea zaidi ya bilioni moja na milioni kama mia mbili, na mkandarasi amekushalipwa kama alivyosema zaidi ya bilioni zaidi ya milioni mia tisa kidogo. Tunaamini kabisa kwamba kwa mapato ya ndani lakini vile vile kutoka serikali kuu hospitali yetu hii itakamilika na itakuwa ni hospitali ya mfano jengo kama hili hospitali nyingi hazina OPDs kama hizi za kisasa zaidi, lakini hii una, ukiangalia unaona kabisa hapa ni jengo la kisasa na ambalo tukilikamilisha, maana maana yake ni kwamba watanzania wengi wa upande huu watapata tiba. Kwa hiyo tumetoka pale za KEM, unaona jengo lile la Golf city, tumekuja jengo hili, umeona namna mambo ambayo yanakwenda. Hospitali ile pale tu peke yake kwa siku moja, tukipata takwimu akina mama wanaojifungua pale nadhani zaidi ya ishirini kwa siku moja tu. Sasa unaweza ukaona Mbagala inajaa kwa namna gani tusipokuwa na hospitali kwa kwa kama hizi, maanake hali itakuwa ni tete zaidi. Kwa baada ya kusema haya, sasa naomba nirudishe itifaki yangu.